Kama unasikiliza simulizi hii, usisahau kubonyeza hapo chini panapoandikwa subscribe kwenye Qudra Simulizi. Mkataba wa Mto wa Haiti. Freddy na Mfalme wa Bahari. Pembezoni ya mto wa Haiti palikuwa na kijiji kidogo kilichofichwa kati ya miti mirefu na milima ya giza. Usiku upepo ulipita kati ya matawi ukitoa sauti kama vilio vya roho zilizopotea. Wazee wa kijiji walikuwa wakisema, mto huu una mfalme wake, yeyote anayevuka mipaka yake atalipa kwa roho. Katika kijiji hicho aliishi kijana mmoja aliyeitwa Freddy pamoja na mama yake mgonjwa. Walikuwa maskini kupita kiasi hadi siku nyingi walilala njaa. Mama yake hakuweza tena kufanya kazi na mzigo wa maisha uliangukia mabega ya Freddy. Siku moja asubuhi ya ukungu mzito, Freddy alichukua ndoano yake ya zamani na kuelekea mtoni kuvua samaki ili wapate chakula. Alipofika, aliona maji yakiwa yametulia isivyo kawaida. Hakukuwa na kelele ya ndege wala sauti ya vyura. Ulimwengu mzima ulionekana kama umesimama. Alipotupa ndoano yake ndani ya maji, ghafla aliona chemuchemu ya ajabu iking'aa chini ya mto kama macho yanayomwangalia kutoka gizani. Maji yakaanza kuzunguka polepole pole, kisha kwa kishindo kikubwa kitu kikubwa kikainuka mbele yake. Alisimama Mfalme wa Bahari, kiumbe kikubwa kuliko mti wa mita tano, mwili wake umefunikwa na magamba yanayong'aa kama chuma cha kale. Macho yake mekundu kama moto wa kuzimu. Kwa sauti iliyotikisa ardhi, akasema, "Freddy, ukirudi tena kuvua katika maji yangu, nitakupa laana itakayokufuata hadi mwisho wa maisha yako." Freddy alitetemeka kwa hofu, lakini akakusanya ujasiri wake na kusema, "Kama nisipovua, nitamlisha nini mama yangu? Mimi ndiye tumaini lake pekee." Mfalme wa Bahari alitabasamu kwa tabasamu la kutisha. "Kama unataka kumtunza mama yako kwa samaki wangu, tufanye mkataba." Freddy akauliza kwa sauti ya kutikisika, "Mkataba gani?" Mfalme akasema, "Nitakupa nyoka wa kichawi, utamchukulia kama baba yako. Kila atakachotema kitakuwa pesa, dhahabu au almasi utakuwa tajiri kuliko watu wote wa kijiji chako hata wa miji ya mbali. Kisha akaongeza kwa sauti nzito, lakini una siku moja ya kufikiri. Lango la ufalme wangu likifungwa, hutapata nafasi ya pili. Freddy alirudi kijijini, moyo wake ukipigapiga kwa hofu na tamaa. Baada ya siku moja ya mawazo na machozi, Freddy alirudi mtoni, akakubali mkataba maji yakapasuka na nyoka mkubwa mwenye macho ya dhahabu akatokea. Tangu siku hiyo maisha ya Freddy yakabadilika. Ndani ya miezi michache alikuwa tajiri ajabu, nyumba ya udongo ikageuka ikulu. Alimiliki mashamba, magari na majumba katika miji ya mbali. Lakini nyumbani, mama yake aliishi katika hofu nyoka huyo alilala karibu na kitanda chake kila usiku, akimwangalia kwa macho yasiyolala. Mama yake alianza kudhoofika zaidi, roho yake ikizidi kufifia. Siku moja, kwa sauti ya uchungu, mama yake akamwambia Freddy, mali yako imejaa laana, umenibadilisha kwa dhahabu. Maneno hayo yakamchoma moyo Fredi akarudi kwa mfalme wa bahari na kuuliza jinsi ya kuondoa laana. Mfalme akasema kwa baridi, toa sadaka ya mama yako kwa Mungu wa bahari, ndipo laana itatoweka na mali yako itaongezeka mara mia. Fredi alikubali. Miaka ikapita. Baada ya takribani miaka thelathini, Fredi alianza kumwona mama yake katika ndoto, alikuwa akimshutumu akimwita msaliti. Freddy hakuwa na usingizi, hakuwa na amani. Lakini pamoja na mateso ya ndoto, alizidi kuwa maarufu, akawa kiongozi mwenye nguvu katika dunia ya binadamu. Kwa tamaa ya kutawala kila kitu, Freddy akarudi tena kwa mfalme wa bahari, nifanye kiongozi wa dunia ya binadamu na majini, nataka kuwa kama wewe nisiyekufa. Mfalme akamwangalia kwa muda mrefu kisha akasema, toa kafara ya kizazi chako na nafsi yako. Fredi hakusita, alitoa uhai wake wa kibinadamu na akageuka kiumbe mwenye nguvu isiyo ya kawaida. Akatawala dunia ya binadamu na majini, bahari zikachafuka, mito ikaanza kufurika, upepo ukawa na sauti za vilio. Watu waliishi kwa hofu, wakimuita Fredi shetani wa dunia mbili. Lakini Mfalme wa Bahari akamwonya, ukirudi tena kuomba hii itakuwa mara ya mwisho. Hakuna aliye juu ya sheria ya uumbaji. Freddy alijiona kama Mungu, alidhani hakuna kinachoweza kumwangusha. Lakini siku moja alianza kumwona mama yake kila mahali, kwenye kioo, kwenye maji, kwenye ndoto na hata katika kivuli chake. Siku moja alihisi kuwa roho ya mama yake inataka kumuua. Kwa hofu, akarudi kwa Mfalme wa Bahari, lakini kabla hajafika alisikia sauti ikisema, Freddy, mkataba wako umekwisha, wakati wako umefika. Hakuna anayedumu milele isipokuwa muumba wa yote. Freddy akapiga kelele, umenidanganya, ulinifanya mtumwa wa tamaa zangu. Miaka mitatu baadaye Fredi alikufa kifo cha ajabu. Hakukuwa na damu, hakukuwa na kelele, alipotea tu kama kivuli kinachofutwa na mwanga. Katika dakika zake za mwisho, alimwona mama yake akiwa ya na furaha akitembea katika shamba lenye mwanga. Yeye Fredi alibaki gizani, maskini kama mwanzo wa maisha yake, lakini sasa, bila mwili, bila mali, bila nguvu roho iliyopotea katika bahari ya milele.